Ya tuko hapa kwenye session muhimu sana eh, kwa ajili ya majaribio ya mfumo kwa watumiaji yani user acceptance test. Eh, na hii inatokana na namna ambavyo Chemba ya Biashara, Viwanda na Kilimo TCCIA kwa muda mrefu sasa eh, imekuwa ikiendelea kuongeza juhudi mbalimbali mbali za kujiwekeza kimfumo eh, na kimsingi, kwenye mfumo wetu wa Tanzania Chamber Portal tunatarajia eh, kudahili wanachama kidijitali Eh, lakini pia kutoa vyeti vya uasili kwa maana certificate of origin kidigitali yani, eh, mteja akiwa kwenye kwenye ofisi yake ata apply certificate na ataipata akiwa kule kulekule, eh, eh, kwenye ofisi bila kulazimika kuja kwenye ofisi za TCCIA, na hii kwa kweli itakuwa ni mageuzi makubwa eh, kwenye huu utaratibu wa utoaji wa vyeti vya uasili lakini pia kusaidia eh, biashara za kimataifa na kuendelea kuongeza E, ufanisi lakini pia kuendelea kuongeza mauzo ya bidhaa zetu kwenye nje ya nchi. Kwa e, kimsingi sababu na hiyo, mfumo huu pia utakuwa na kipengele muhimu e, cha wadau kuweza kuripoti taarifa mbalimbali e, ambazo ni za vikwazo e, visivyo vya kiforodha ya non tariff barriers e, kokote waliko, na sisi tutaweza kuzichakata. Kwa hiyo kwenye session hii muhimu ya e, majaribio ya mfumo kwa watumiaji yani user acceptance test E, tunaangalia namna mfumo ulivyo na namna ambavyo kama mfumo e, huu utakuwa e, unafikia yale matarajio e, ya watumiaji na, na kwa kweli baada ya hatua hii sasa e, ita, ita, ita, kitakachofata ni mafunzo sasa kwa watumiaji yanayotarajia kuanza e, wiki mbili zijazo e, na kwa kweli ninaweza kusema e, kwa sasa mfumo huu umekamilika kwa zaidi ya asilimia tisini na tisa e, na kilichobaki tu ni mfumo sasa kuanza kutumika moja kwa moja ili sasa huduma zetu zote ziwe za kidijitali, na kwa kweli tuweze kurahisisha e, biashara e, hapa ndani ya nchi, lakini pia pia nje ya nchi e, kwa kweli wafanyabiashara wa wa wajipange na watarajie faida nyingi. Na kwa kweli faida kubwa e, ni kwamba kwanza tunadhani watapunguza gharama e, kwa kutumia mifumo ya kidijitali. E, ya utoaji wa vyeti vya uasili e, kwa, kwa bidhaa zote ambazo zinauzwa kwenda nje ya nchi. Na hili ni, ni muhimu zaidi. E, e, kwa sababu nyinyi wote mnafahamu na tunakubaliana kimsingi kwamba e, kama ukiwa una taratibu zinazoharakisha e, uondoshaji wa mizigo kwa maana e, kwenda nje ya nchi e, unasaidia pia kuongeza e, thamani ya bidhaa kwa maana ya, ya, ya, ya ya bidhaa zetu ambazo tunauza nje ya nchi kwao, hii ni kubwa zaidi. Lakini la pili e, faida kubwa ambayo sisi kama TCCIA pia tutaipata e, ni ku, e, kuingia kwenye lile agizo ambalo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liliweka kwamba ifikapo mnamo e, e, kwenye muda fulani lazima mifumo yote isomane na sisi sasa mfumo wetu utakuwa ukisomana na wenzetu mbalimbali wakiwemo mamlaka ya mapato Tanzania, na hii kwa kweli itakuwa ni mageuzi makubwa. Eh, lakini la tatu, wanachama wetu popote walipo wataweza kujisajili bila kulazimika kuja kwenye ofisi za uh, TCCIA na hii ni kubwa zaidi. Kila mwisho eh, ni wadau eh, wote popote walipo wataweza kutuma malalamiko yao eh, na malalamiko yale ya vikwazo visivyo vya kiforodha kwa kutumia mfumo popote walipo na iko kwa kweli itasaidia uondoshwaji eh, wa vikwazo hivi eh, katika hili kwa kweli nina Ninaomba niwashukuru sana wenzetu taasisi ya TradeMark Africa ambao ndio wamekuwa wawezeshaji wakubwa e, wa mfumo huu e, kwa kweli e, we, we, e, wadau hao wamekuwa ni wadau muhimu sana kwenye biashara hizi za kimataifa lakini pia biashara za ndani ya nchi, na sisi kama TCCIA wameweza e, kutusaidia kwa maana ya kutupa e, support ya kifedha kwenye uandaaji wa mfumo huu kutoka hatua za mwanzo mpaka sasa na sisi tunaendelea kuahidi kwamba tutashirikiana na wadau si hawa tu, lakini wadau wengine ili kuhakikisha kwamba biashara zinafanyika eh, lakini pia tunaweza kuongeza thamani ya mauzo ya bidhaa zetu kwenda nje ya nchi. Mimi kama katibu mtendaji wa mkoa nafurahi kushiriki katika mafunzo haya na kuona namna gani mfumo wetu unaendana na mazingira halisi ya biashara, na naahidi kwenda kuwa balozi wa kuwaelimisha watu wengine, wafanyabiashara lakini pia na wadau ambao wataenda kutumia mfumo huu, lakini mfumo huu ni mfumo ambao mtu yoyote anaweza akautumia atakapoelekezwa, nasema ni user friendly, ila pia tumeona ni namna gani ambapo utarahisisha biashara au upatikanaji wa taarifa hasa katika kipengele kile cha vikwazo visivyo vya kiforodha NTBs. Kwa sasa itakuwa ni rahisi kuripoti taarifa hizo na zikaweza kufanyiwa kazi, lakini pia tunashukuru kwamba mfumo huu utaendelea kuboresha ushirikiano wetu na serikali kutokana na zile taarifa ambazo utakazozipata na kuweza kufanyiwa kazi ili kuboresha mazingira ya biashara. Msingi mfanyabiashara, shilingi elfu moja ni hela nyingi sana. Kwa hiyo kama ana uwezo wa kutotumia gharama yoyote akiwa ofisini kwake, anaomba certificate of origin kupitia mfumo na anapata hapo hapo alipo. Nafikiri haya ni mapinduzi makubwa sana kwa kwa, kwa, kwa sekta yetu kwa sekta ya biashara hasa wale exporters. Na ni mfumo rahisi, mfumo ambao ni user friend. Kila mmoja anaweza kuingia, yani naweza kusema ni mapinduzi katika biashara, pia ni fursa kwa sababu mfumo una eneo pia ambalo linamruhusu mfanyabiashara kuweza kuhitaji msaada, unaita help desk. Kwa maana kama una changamoto yoyote unaweza ukaenda pale au unaweza kwenda kwenye uh, system nyingine ambayo tunaita NTB kwa ajili ya kuondoa ku, ku, ku vikwazo vya kiforoza